Baada ya Israel na Iran kuanza kushambuliana kwa makombora, macho yote yalielekezwa kwenye masoko ya mafuta. Ni kwa nini? Sababu kuu ni kwamba bei ya mafuta ghafi inapopanda, gharama nyingine zote pia hupanda, kuanzia mafuta ya magari hadi vyakula madukani. Bei ya juu ya mafuta husababisha gharama za usafirishaji na nishati pia kupanda na kukwamisha ukuaji wa uchumi. Iran ina karibu asilimia tisa ya hifadhi ya mafuta duniani na ni mwanachama muhimu wa muungano wa nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi ulimwenguni OPEC pamoja na Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, yaani UAE. Mwaka wa 2023, Iran ilikuwa ya nne duniani kwa uzalishaji wa mafuta ghafi kwa wingi ndani ya OPEC. Hivyo mzozo wowote unaweza kuvuruga mauzo ya nje, lakini tishio kubwa zaidi ni kwamba Iran inaweza kufunga mlango wa Hormuz, njia muhimu inayotumika kupitisha karibia asilimia 20 ya mafuta yote duniani. Shirika linalojihusisha na masuala ya uwekezaji la Goldman Sachs limeonya ikiwa lango hilo litafungwa inaweza bsha bei ya mafuta kupanda kwa zaidi ya dola mia moja kwa pipa. Ikumbukwe kwamba baada ya Urusi kuivamia Ukraine bei ilipanda hadi dola mia moja ishirini na saba. Hivi sasa bado bei ya mafuta haijapanda, lakini uwezekano huo upo. Uwezo mwingi wa vipuri uko katika Mashariki ya Kati, ikimaanisha kuwa usumbufu katika mlango wa bahari bado utasumbua soko la mafuta duniani.